Huduma za ukalimani. Leo tunazungumzia kuhusu huduma za ukalimani katika ziara za afya. Una haki ya kupata mkalimani katika lugha unayopenda kuzungumza kwenye miadi yote ya afya. Unaweza pia kuomba mkalimani wa kike au wa kiume, ingawa huenda mapendeleo yako yasipatikane kila mara. Ili kuomba mkalimani kuna ubora wa kuwa na kadi inayosema kwa lugha ya Kiingereza, I speak Swahili, yaani ninaongea Kiswahili kwa lugha ya Kiswahili, iliyoandikwa na rafiki au mpendwa wako. Onyesha kadi hii kwa wafanyikazi katika ziara zote za afya, nao watapata mkalimani wa ana kwa ana au kwa simu kukusaidia. Unaweza pia kuomba mkalimani wakati unapofanya miadi yako. Mkalimani bora ni yule ambaye humjui na ambaye amefunzwa kutafsiri kila kitu unachomwambia daktari wako na kila kitu ambacho daktari anakuambia. Mkalimani haruhusiwi kushiriki habari yoyote na mtu mwingine. Kile unachomwambia kinabaki kuwa siri kabisa. Ikiwa kuna matatizo na mkalimani wako, kwa mfano, ikiwa anazungumza lahaja tofauti, hujihisi vizuri naye, au unahisi hatafsiri kila kitu unachosema au daktari anachosema, una haki ya kuuliza mkalimani tofauti. Wakalimani wapo hapo kuhakikisha kuwa unasikika na unaeleweka. Ili kutizama mfano wa kadi ya I speak yaani ninaongea, bofya kiungo kilicho chini ya video hii. Asante!